Sisi hizi chapati hapa Tanga zinakwenda mpaka mikoani, mabasi yanapotoka hapa usiku yanapeleka chapati Iringa, Mbeya, maeneo mbalimbali Njombe, na zinafika asubuhi, watu wanakunywa chai na chapati zile za kurasa zile za Tanga, wanashangaa eh, hapa kuna mpishi gani? Kumbe chapati zimetoka Tanga. E, kwa hivyo ni ni biashara nzuri, lakini tukaona kwamba hii challenge itaibua vipaji ubunifu na mambo mengine kadha wa kadha, tunaenda kuleta burudani na ni kitu kipya sana ambacho hakikuwahi kutokea kwenye mkoa wetu. Wat, Maana watu wanatuuliza wai chapati, wai chapati? Tunawaambia chapati ni kitu ambacho daily day kwenye mkoa wetu kinapikwa asubuhi, mchana, jioni chapati zinapikwa okay. Yani, ukitoka asubuhi ukizunguka barani ukosi chapati, ukifika mchana ukosi chapati maduka iwe masoko, sehemu yote ambayo kwenye wamantilie cha kwanza hata kwambia kwamba chapati ya hii ni mba, chapati ya Tanga hii mm. Inamaanisha nini? Inamaanisha kuna kitu ambacho Tanga kipo na sasa mmekwenda kukiheshimisha mm. Na ni sehemu ya ajira, ukiangalia maeneo ya Dar es Salaam watu wengi sasa hivi wanapika chapati jioni.